Ati wanatuita sisi wanta. Mkiniangalia hivi mimi ninakaa kuenda wanta? Mkiniangalia hivi kama limeishi kujileta, na hakuna siasa. Mimi ni wakuangushwa hivo? Mimi ni wakutoroa mamate kama funza? Mimi ni wakutishatisho na niwaulize. Na hawa mama watu wamefikisha miaka 6 nataka wafanye hivi masikio na chini wainue mkono juu. Wamama, niwaulize swali. Mwanaume ameshindwa kumaliza raundi moja. Ni wakunikashifu ati mimi nitaenda raundi moja. Mwanaume wakutolewa tu. Ni wakukashifu mtu ati ataenda raundi moja. Niwaulize mwana